Aa, kwa Kirinjiko kuna matukio mengi ambayo ya kufurahisha ya kuhuzunisha mengine ni ya, ya kusisimua. Aa, nikikumbuka, najua mwanzoni, sisi ni kama binadamu wa mwanzoni kabisa kuishi katika mazingira ya, ya Kirinjiko pale, kuliko kuna mauzauza mengi sana. Mwanzo watu walikuwa wakisimulia, mimi nimeona hichi nimeona kile, lakini Kwasiamini. Siku moja uh, nilikuwa na utaratibu wa, ku, wa kusoma kujisomea baada ya watu wengine kutoka prepo mimi ndio huwa naenda darasani kujisomea. Sasa siku moja nikawa nime kama nimepitiwa vile, kwa sababu kwa naamka kati ya saa nne na nusu tano kasoro, siku hiyo nikawa nimeamka kati ya sita kwenda saa saba hivi nikaenda nikaamka nikawa naelekea darasani. Nilipofika nikasukuma darasa moja wapo mlango hivi, nikakuta kuna wanafunzi wamekaa kama wanafanya discussion vile, lakini sikuwa nimewachanganya machoni, kwa hiyo sikuwa najua ni nani na nani. Kwa hiyo nikaopti kwenda darasa la pili yake, nikaingia darasa la pili, nikakaa meza ya mbele kabisa, nimekaa najiandaa kwa ajili na ya kujisomea, nimefungua madaftari yangu, ili naanza kujisomea tu, nikasikia meza ya nyuma kabisa kule kama imevutwa hivi, nikashtuka kidogo, nikageuka nyuma nikaangalia, lakini hakukuwa na kitu chochote. Sasa kwa sababu Kilinjiko ni baridi hivi uh, nikawa nahisi labda kwa sababu kulikuwa na baridi, zile mbao kama zinatanuka hivi, zinatoa sauti. Nikawa nimehisi hivyo, kwa nikawa nataka kuendelea kujisomea, narudisha macho tena kwenye daftari, imeweza ikavutwa tena mara ya pili. Sasa mara hii ilikuwa imevutwa kweli kweli, ikavutwa tena. Kitu gani? Kageuka tena nyuma, hakuna mtu, hakuna mtu, hakuna chochote, ni mimi peke yangu darasani kwa nikanyanyuka, nikaenda mpaka meza ilipo pale, kukagua labda kuna mdudu ama nini, lakini hakukuwa na kitu. Nikarejea mpaka nilipokuwa nimekaa, ili niendelee kujisomea, na pale sikuwa na wasiwasi sana, kwa sababu na imani darasa la pili kuna wanafunzi wengine. Basi nikakaa ili nimekaa tu, tena mara ya tatu ile ilikuwa kubwa zaidi, ikawa ni kama mtu amenyanyua ile meza halafu akaipiga na chini Ha, ili kwa kali ilikawa nimejikuta nimesimama kwa hofu. Sasa ikajua hapa kuna tatizo. Sasa geuka tena, hakukua na tatizo kitu chochote ambacho kimefanyia vile yani kusababisha kile kitu kitokee. Sasa wakati akili ya yangu na ya tafakari cha kufanya macho yangu yameelekea ya dirishani upande wa pili kule, upande ambao inapita barabara ile inaotoka ina, yani, pale Kirinjiko jinsi palivyo, wakati ule, upande wa pili kule ni pori ilikuwa, alafu barabara, alafu wametengeneza fensi kama ya zile nani za mibamiba zile, wamefunga hivi alafu huko ndo majengo ya shule kwao. Nikaona kama mtu anapita nje ya fensi kule, anaoelekeo wake ni kuelekea administration. Kwa hiyo nikaamua nitoke niende darasa la pili, kwa ajili ya kuambia kwa wenzangu mbona huku kuna kitu kinanitokea namna hii, huku nikiamini kwamba kuna watu. Kwa hiyo kwa hiyo asina hofu sana, pamoja kwamba nimeogopa. Nikatoka nikaja mpaka darasa la pili, nikusukuma mlango hivi kwa upya, hakuna mtu ah! kati nilishangaa, mbona watu kama dakika kati ya mwendo wa dakika tatu mpaka tano tangu ni idadi ya wanafunzi ambao nimeona. Kama mimi nimefungua ule mlango nikaingia, wakati nimepata hofu hiyo, macho kama Mwenyezi Mungu ananiambia niangalia tena kule nje ya dirisha. Naangalia tena kule upande wa pili kwenye dirisha na mwona mtu yule yule ambaye alikuwa akielekea Ad administration, this time sasa, yuko ndani ya fence na haelekei kule. Anarudi kama alikotoka. Ah, pale nikashindwa kwa hiyo. Ikabidi nikimbie. Nikatoka mbio, fungua booster sasa, pale ku distance kutoka pale mpaka mabwenini sio mbali. Kwa nikawa nimekimbia kwa speedi. Bweni la kwanza inadhani ni ni Tanga. Mimi nilikuwa naishi bweni naofata ni Ruvuma kama sijakosea. Sasa zile mbio, kwa namna yalivyojengwa yale mabweni, huwezi kuona kwenye kona kuna nini. Kwa wakati nakuja mbio natokea kwenye hii kona hivi, nimekuta ni kuna mnyama beli yangu afla, akili yangu ikaniambia huyu simba. <laughs> Nilianguka pale chini.